Tumezoea tukiona akiapata tu watu wenye umri fulani, umri wa kati kuendelea juu. Lakini sasa hivi unaona mtindo umebadilika, kuna mpaka watoto wanakuwa na hii changamoto. Sababu ni nini? Nadhani kwa, kwa ujumla kama unavyofahamu kumekuwa na mabadiliko hata ile aina ya magonjwa ambayo yanatokea sasa hivi kwa sababu siku za nyuma kulikuwa kuna magonjwa mengi zaidi yalikuwa ni magonjwa ya kuambukiza ambayo kwa kiwango kikubwa serikali imeweka mikakati mingi, ambayo kwa sasa hivi yamepungua. Kwa hivyo haya magonjwa ya figo na magonjwa yasiyoambukiza kwa ujumla sasa hivi yameongezeka. E, kitu kikubwa inawezekana ni mabadiliko ya maisha, mifumo yetu ya maisha, hicho ndo kinachoweza kuwa kimechangia kwa kiwango kikubwa. Lakini kwa upande mwingine pia inabidi tuseme ukweli kwamba inawezekana pia uwezo wetu wa kuyagundua umeongezeka ukilinganisha na siku za nyuma, kwa sababu wataalamu wameongezeka, um, lakini pia hata miundombinu na vipimo imeongezeka. Kwa hiyo unaweza kukuta ni kwamba magonjwa baadhi yake, ukiacha haya mabadiliko ya maisha, labda ni kama nilivyosema, kutofanya mazoezi, jamii kubwa kuishi maisha ya kimagharibi zaidi, na kutumia muda mwingi kukaa labda ofisini au kwenye biashara, ambapo siku za zamani watu walikuwa wanatumia kwenda shambani kufanya shughuli ambazo zina ushughulisha mwili na hivyo kuzuia kupata hiyo uzito mkubwa na hizo hatari nyingine. Lakini pia uwezo wa kugundua kuongezeka kwa wataalamu na vipimo, kwa hiyo kuna inawezekana zamani pia yalikuwepo, labda sio kwa kiwango cha sasa, lakini uwezo wetu pia wa mfumo wa afya kwa ujumla kugundua na wataalamu ulikuwa bado haujaongezeka. Lakini hii miaka kumi, ndani ya hii miaka kumi kuna mageuzi makubwa sana yametokea kwenye huduma za afya. Na una anaongelea hapa uwezo wa kuchuja damu kwa wagonjwa wenye figo, lakini sasa hivi tunaongelea hata kupandikiza figo. Lakini kwa ujumla tu huduma za afya zimeboreka, kwa hiyo uwezo wetu wa kugundua magonjwa ambayo labda zamani tulikuwa hatuwezi kugundua pia ume, umekuwa mkubwa. Ningependa kufahamu haya maradhi ni wanaita ni ele vina saba kwamba unaweza uka, kizazi kimoja kikawa nacho alafu kinachofuata kikarithi, kwa sababu daktari uh, Shakiwa ameelezea kwamba kwa, kwa sababu tumepiga hatua katika mambo ya sayansi, mambo ya tiba, mambo ya matibabu Uh, kwa tunaweza kugundua vitu mapema sana. haya ha, maradhi ni ya kurithi kiasi ya kwamba leo tunaona tunakuna watoto uh, ambao mm. wanazaliwa wakiwa na tatizo la nanii, kwa maradhi ya figo. Kwa magonjwa ya figo kuna mengi, unaweza ya yapo ambayo yanaweza kutokana na, na kurithi, lakini pia mengi pia yanatokana na mtindo wetu wa maisha ambao tunaishi. Kwa watoto, mara nyingi huwa tuna magonjwa ambayo yanatokana na figo kama figo, kwenye figo yenyewe kuna changamoto tangu anapokuwa anazaliwa, huwa inatokea kwenye baadhi ya familia na mara nyingi kuenda zao watu kwenye familia fulani unakuta wanapata changamoto kama hizo, lakini sio mara nyingi. Lakini tatizo kubwa kwa ku, wanaopata magonjwa sugu ya figo, kwa mfano changamoto ya ya shinikizo la juu la damu, unaweza kuta kwenye familia fulani kuna vinasaba fulani, yeah, vina saba yeah, fulani vinasababisha wengi wanakuwa wanapata changamoto kama hiyo yeah. Lakini pia na sukari, lakini sukari yenyewe ni ile aina ya kwanza ea ambayo pia naweza ikawa inatembea kwenye familia yeah, lakini tunapata walio wengi kwa watu wazima wengi, utakana na mtindo wa maisha tunaoishi. Kwa mfano matumizi ya chumvi, vyakula tunavyokula, ukiwa unaweka chumvi mara kwa mara, ile chumvi mbichi, mara usipokuwa na uwezo wa kuenda kupima afya yako mara kwa mara